Mimi kama mwananchi wa quartier mabanga tulikuja kumsikiliza mea wa jiji yetu ya Goma e, ambao ni wakubwa ambao wanachunga mgini yetu ili tupate mareponse ili tupate mareponse kuhusu malalamiko na ma, manunguniko ya population. Malalamiko yenu ni nini? kama mnanungunika nini? bo Goma, dunia nzima inajua kama manunguniko ambayo tunapitia e, kwa sasa ni securite na developpement na ametupatia ma quelques réponses zenye tuko deja satisfait na tunaomba sasa azifatilie. Mm. Kama kwa mfano kama hiyo kesho ya asenisma haseme kama ni, ni tax. Hapana, sio tax, c'est une contribution, ni mchango ambayo kila mtu anapaswa changia kama haupate. Okay, kama ulipata utachangia, kwani ni kwa maendeleo ya mgini yetu par rapport ya sécurité sisi kama vijana wa kartie Mabanga Nord, komine ya Karisimbi, tulikuwa na hiyo kazi depuis zamani, meme guverneme ilienda. Njoo maana tulipenda tuendeleshe hiyo kazi kusudi tukontribue kusekurite yetu ya mgini ya, ya Goma. Njoo maana tulikuwa tunaomba kama wanaweza tufanyizia hima local defense mumakartie zetu, vijana wetu ndio wanachunga, kwani ndio wanajua E, malalamiko na manunguniko ambayo tunapitia. Kwa nini mnataka mjilindie usalama? Tunataka tujilindie usalama pamoja na wakuu wa nji kwani sisi ndio tunajua maprobleme ambayo tunapitia huku kwetu, hmm. E, wanapashwa tusaidia, tunasaidiana mezosi, tunapashwa partisipe, tunapashwa partisipe kama vile wakaaji ambao wanajua shida ambayo tunapitia. Na kuna nyingine wanasema vijana wakiona gari ya wanajeshi wanakimbia. Ndio hiyo boga ilikuwa kwani, e, miaka ambayo ilipita walikuwa wanatuambia kwamba wale ambao wanakuja ni waadui. Tunapenda sasa tujionee kwelikweli kama ni kwelikweli ni maadui wala kama wanakuja kutengeneza inchi, maana sisi tuko tunaona polepole hey, pole, tuko tunaona sio kwa maadui ambao walikuwa wanatuambia, na tuko tunazogea tunaenda tunafamiliana tuna, tuna, tuna, tuna nao sio vrema maadui gisi walikuwa wanatuambia tangu zamani. Pendekezo gani? Pendekezo ni kuambia vijana tuwasikilize tuone kama wanataka nini na kama uh, vizio yao ni nini kuhusu inji yetu ili nasi tupartisipe kwa ile vizio kwani Gisi wako wanasema, ambao vizio yao ni kujenga inji. Kama vizio yao ni kujenga inji, tuko tayari, tuko tayari kabisa kuwasindikiza hadi mwisho. Nimekuja hapa kusikia neno eme agoma ambayo alipasha kutuandia malalamiko yetu ni nini? Malalamiko yetu kwanja, ya kwanja juu ya sunasuma ise yes, nasimai haba kujua kupanga mipango yabo muzuri. Unajua ke tuko na bazee kwanja, ba te age habatumikake balikatumika mbele kuleta balishamalizana na leta. Sasa banikala kunyumba. Banaweza kwa banikala na mtoto wa age ya duza me, wakati banamuletile kitansi ya de dolar, anajuliza ke ndalipa namna gani, tandiske ke miezi fenini situmikake